Viongozi wanawake na wanaharakati wa kijamii katika kaunti ya Busia wamejitokeza na kukashifu ongezeko la visa vya dhuluma za kijinsia katika kaunti hiyo, visa vya ubakaji vikitajwa kukithiri siku za hivi karibuni, na ni kama anavyotuarifu Jeremy Omondi. Wakiongozwa na mwakilishi wadi mteule Biti Sakinyi, wanawake hao wamesikitika kuwa wasichana wa shule wameathirika pakubwa na visa vya ubakaji kisa cha hivi punde kikihusisha msichana wa umri wa miaka 16 kutoka eneo bunge la Matayos aliyebakwa na mwanaume wa zaidi ya miaka hamsini. Mtoto alidhulumiwa na alidhulumiwa kwa kuwekewa dawa kwa kinywaji chake na mwanaume huyo akalala na yeye, na huyo mwanaume ni jirani ambaye alikuja kumsaidia, akiona kwamba hii familia ni familia ambayo iko chini. Ningeomba haki kwa huyu mtoto, kwa sababu huyu mtoto huyu mwanaume amechukua ubikira wake na ni mtoto ambaye bado ni mdogo ako kwa saizi ako, kwa, ako na stress mingi sana na hata wazazi wanalia wanasema wanataka haki kwa huyu mtoto. Tamani wanaume wa Busia na waomba, kama unajisikia na mwanamke, kuna wamama kama mimi. Ni chair lady single mothers, kuja unichukue, wacha kudili na watoto wadogo. Wanawake hawa wakizungumza nje ya bunge la kaunti ya Busia wamesikitika kuwa mshukiwa huyo wa ubakaji, ambaye kulingana nao ana ushawishi mkubwa katika jamii, aliachiliwa kwa dhamana, wakisema wataandaa maandamano ya amani kushinikiza kukamatwa kwake. Naam, yule ambaye alitenda hiki tendo, hii si mara ya kwanza. Kuna wakati alidhulumu mtoto mpaka tukazika 2017. Leo hii tena amedhulumu mwingine. Naomba serikali tafadhali tuingilie kati na nimekasirika, kwa sababu kuna watu ambao wameenda kusaidia kuchangishia huyu mtoto pesa, huyu mwenye amedhulumu mtoto pesa, ili atoke kwa bond. Naomba korti zetu tafadhali, muangalie vile kesi inaenda. Najua kila mtu ana deserve kuwa na haki, lakini tuangalie masilahi ya watoto kwanza. Kisa hicho, kisa hicho kiliripotiwa katika kituo cha polisi cha Busia tarehe 24 mwezi Machi mwaka huu. Haiya yanajiri huku mtoto mwingine wa miaka 16 akitendewa unyama sawia katika eneo bunge la Teso Kusini. Wanaharakati hao wanasema wengi wa waathiriwa wanatoka katika familia zisizojiweza kimapato na wanajua kabisa hawa watu ni watu wenye wa, wana, wanahatarisha maisha zetu kule vijijini. Kwa hivyo tunakashifu sana hii kitendo ambayo inafanyika na tunataka kuambia ya kwamba tunataka kusukuma hii kesi kwa sababu hii kesi si ya kwanza. Huyu mtu ako na mazoea Samia's back, alibaka mtoto akamuua, kwa sababu pia alikuwa na mimba na mimba, na tunajua we are going to dig down those files na tuzilete, na atakuwa charged hata si peke yake, mpaka hizo zenye zimeisha. Tunataka haki Itimi itendeke, na pia tunataka iwe funzo awe funzo na kielelezo kwa wanaume wengine wenye ukatili na wenye hawana nidhamu wenye hawaheshimu watoto wa watu, kwa sababu umri yake huyo si mtoto wake, hata mtoto wake sijui namba ngapi, karibu kitinda mimba yake. Sisi tunaungana na Meri Amase, tunampatia mkono asilimia mia kwa mia, na tunasema maandamano ikianza, na sisi tunamfuata na si tutangoja kwanza yeye afanye nikiwa mjini Busia naitwa Jeremy Omondi.